Russia imerusha droni mia na nane aina ya Shahed dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia Jumanne, saa chache baada ya mazungumzo ya simu kati ya Rais wa Russia Vladimir Putin na Rais wa Marekani Donald Trump. Kwa mujibu wa taarifa la jeshi la anga la Ukraine kupitia Telegram, mifumo ya ulinzi wa anga wa taifa hilo ilifanyikiwa kuharibu droni tisini na tatu kati ya mia na nane zilizorushwa, mashambulizi yanayolenga eneo la mashariki, kati na kaskazini mwa Ukraine. Tukio hilo linatokea wakati juhudi mpya za kidiplomasia zikiibuka za kutafuta suluhu ya vita hiyo ya muda mrefu. CNN imeripoti kuwa Trump na Putin walizungumza kwa takribani saa mbili. Mazungumzo hayo yalifanyika wakati Trump akiwa katika ikulu ya White House na Putin akizungumza katika shule ya muziki ya mjini Sochi. Baada ya mazungumzo hayo, Trump alisema kuwa Kyiv na Moscow walipaswa kuanza mazungumzo ya kusitisha vita mara moja. Hata hivyo, Putin alisema Kremlin iko tayari kushirikiana katika juhudi hizo, lakini tu iwapo kutafikiwa makubaliano husika. Hakuna muda au hatua maalum zilizotajwa kuhusu kusitisha mapigano, jambo linalodhihirishwa pia na mshauri wa Ukraine, Yury Ushakov, aliyesema hakukuwa na maafikiano ya wazi. Rais wa Ukraine, Volodymyr Zelensky, ameendelea kushutumu msimamo wa Moscow akisema, ni wazi kwamba Russia inajaribu kununua muda ili kuendeleza vita au uvamizi wake. Alitoa kauli hiyo baada ya mazungumzo na Rais wa Finland, Alexander Stubb, ambapo walijadili pia mazungumzo ya Trump na Putin. Putin tayari alishapuuza mapendekezo ya Washington na Kiev ya kusitisha mapigano ya siku 30, na pia alikataa wito wa Rais Zelensky wa kufanya mazungumzo ya ana kwa ana mjini Istanbul. Trump naye alikiri kuwa hatarajii mafanyikio makubwa hadi yafanya mazungumzo ya moja kwa moja na Putini. Mikhail Podolak, mshauri wa Zelensky, amesema kuwa hali haijabadilika hata baada ya mazungumzo hayo ya simu. Wakati huo huo, kansela wa Ujerumani, Frederick Mezi, kupitia ukurasa wake wa zamani Twitter, amesema viongozi wa Ulaya wamekubaliana kuongeza vikwazo zaidi ya Russia baada ya kupata taarifa za mazungumzo hayo kutoka kwa Trump. Trump amesema hatoshiriki katika awamu mpya ya vikwazo, akisisitiza kuwa nukuu, bado kuna nafasi ya kupatikana kwa suluhu. Nadhani kuna nafasi ya kufanikisha kitu, na ukifanya hivyo pia unaweza kufanya hali kuwa mbaya zaidi, mwisho wa nukuu. Kwa upande mwingine, Zelensky amesema kuwa duru mpya ya majadiliano itaandaliwa kwa lengo la kusitisha mapigano, ingawa eneo la kufanyika kwa mazungumzo hayo bado halijabainika. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov amenukuliwa na shirika la habari la serikali ya Russia Tass, akisema hadi sasa hakuna uamuzi maalum uliopitishwa kuhusu mahali pa kuendeleza mawasiliano ya baadaye na maafisa wa Ukraine. Hadi sasa hakuna uamuzi maalum uliopitishwa kuhusu mahali pa kuendeleza mawasiliano ya baadaye na maafisa wa Ukraine. Tunapendelea suluhu la haraka na kuondoa mzizi wa mzozo huu, mwisho wa nukuu. Hata hivyo, William Taylor aliyekuwa balozi wa Marekani nchini Ukraine na mchambuzi wa baraza la Atlantic ameiambia CNN kuwa Putin anataka Ukraine isalimu amri na ivunje silaha zake, iwe katika hali ya kutoweza kujilinda. Endelea kufuatilia Mwananchi Digital kupata updates mbalimbali zinazohusiana na mzozo huo.